Halo wapendwa wateja wetu wa Leo Sales, karibuni kwenye application yetu ya Leo Sales. Na leo tutajifunza namna ya kutumia application yetu ya Leo Sales. Uh, kwanza ukiangalia juu huko juu kabisa mm -hmm. Uh, juu huko pote huko juu ukiangalia hapa eh, kuna, kuna, kuna profile ambayo ina jina la logo yako Hmm, kuna hii kengele inaonyesha notification ambazo zimepatikana. Ukiangalia hapa kuna kubadilisha lugha Kiingereza na Kiswahili, lakini kija hapa mwishoni kabisa. Unaweza kubadilisha lugha hapa kiwe Kiswahili au Kiingereza, vyote vinabadilika. Sawa, sasa tukimaliza hapo tunakuja hapa chini tubadilike, tuweke Kiingereza hapo. Tukibadilisha hapo tunakuja hapa chini kwenye muhtasari hapo ameandika muhtasari. Hmm, ukiangalia hapo kuna kuna, kuna kuna kuna kuna income kuna expenses. Sasa maana yake ni jumla ya mauzo ambayo yamefanyika dukani kwa siku husika, siku ya leo labda eh, lakini net income, hii ni jumla ya hela ambazo zimepatikana cash, ukitoa matumizi na ukitoa madeni, watu ambao wamekopa lakini tukija kwenye profit, profit ni faida iliyopatikana kulingana na mauzo yaliyopatikana. Expenses maanake ni matumizi yaliyorekodiwa dukani, sawa. Tunakuja huku chini sasa, tunaanza na rekodi product eh, rekodi product, rekodi product hii hey, ni sehemu pekee ambapo unajaza vitu vya dukani kwako. Sasa tuashum duka letu sisi labda ni la electronics. Mhm. Tunakuja hapa Then tunakuja ku add tunajumlisha, tunaanza kwenye name. Name tuseme labda ni phone cover, ehe. Sa category manake ni kundi la hizi phone cover, ameweka kwenye kundi gani? Na brand manake ni aina, aina gani ya kwenye hiyo phone cover. Mfano, labda kuna aina, labda ni brand ni asa, brand ni access Brand ni Oraimo. So, lakini namna nzuri ya kuweza kujaza ni vizuri kujaza full details zote kwenye name. Mfano, hapa kwenye phone cover kaandika phone cover labda Oraimo. Oraimo labda OG. Hivyo, hii itakurahisishia wewe kuwa unaweza kupata detail haraka unapokuwa umeenda kwenye sehemu ya kuuza. Kwa hiyo ukienda sehemu ya kuuza, ukibonyeza tu phone cover Oraimo linakuja na details zake zote. Eh, labda tu kawaida. Amaanake kisha fanya hivyo, haina haja kuandika categories, si brand, unaepusha una, una, una usumbufu na upotevu wa muda, unakuwa unaenda haraka haraka. Lakini kama labda product yako inahitaji barcode, ina barcode, unataka unauza kwa barcode, maana yake unaweza ukascan hapo kwenye barcode. Kama haina, for the sake of time, wewe unaweza ukashuka moja kwa moja ukaja, sehemu yenye muhimu ni sehemu yenye stock, labda tuseme una piece 200 za phone cover unaandika 200, maana yake una wholesale price maana yake ni bei ya jumla. Labda tuseme dukani kwako unauza na jumla pia, jumla na rejareja na mawingo yanauzia na tuseme jumla labda unauza elfu mbili mia tano lakini hapa dealer price dealer price ni zile bei za mawingi labda wingi unamuuzia elfu mbili mia tatu eh sasa labda tuseme dukani kwako wewe haya mambo wewe huhusiani nayo dukani kwako wewe hauzi jumla wala rejareja wala ukouze mawingi wewe unauza kawaida tu kama unauza kawaida maana yake unaweka bei moja pote kwenye wholesale na dealer price unaweka shilingi elfu tatu na hapo unaweka shilingi elfu tatu mm tunakuja hapa chini umeandika low stock low stock maana yake ni kiwango kidogo kikibaki upate taarifa, kwa sababu ukiangalia hapa tuna pisi 200 kama stock. Kwa low stock maana yake tuseme tu pisi ishirini au zikibaki pisi 50 tupate taarifa ya low stock kwamba phone cover zetu zimepungua. Baada ya hapo una save. Okay, unaweza kuona product yetu ya kwanza tayari imesha ka phone cover. Tunakuja nyingine, labda tu add, tuseme product yetu nyingine eh labda ni charger type c charger Mm -hmm. Moja kwa moja kwenye stock, labda tuna pcs mia mbili nazo pia labda umenunua shilingi nipate taarifa, na sehemu za msingi ambazo tumejaza tumejaza kwenye Tumejaza kwenye stock, tumejaza kwenye purchasing price, selling price, wholesale price, dealer price na low stock. Kisha baada ya hapo, na save. Tunakuja, labda unazo pisi ngapi, unashuka moja kwa moja na earp, ah, okay. Pisi 200 pia purchasing price nimenua shilingi 7000 selling price, price nauza andika elfu kumi na nne andika elfu kumi na nne low stock. Labda zikibaki pcs hamsini, pia nipate taarifa. Unaweza kuona kama tumejaza earpods. Tumejaza stock ziko pcs ngapi, tumejaza purchase price, tumeiweka selling price, tukaweka wholesale price na dealer ambao ni bei moja. Tena nakuja low stock, baada ya hapo una save. Hmm, labda tu-add product, product nyingine Eh, tuseme product nyingine labda, una JBL JBL, unauza JBL JBL speaker. Labda JBL zile, mini speaker tuna ukishaandika jina hapo, unashuka moja kwa moja mpaka stock, labda una pisi mia mbili, pia purchasing price labda umenua wewe elfu sitini, selling price labda unauza elfu themanini na tano, unaandika 5 zikibaki kupata taarifa. Kisha una save. Unaweza kuona paka hapa save kwenye product, tumeshajaza vitu vyetu kadhaa ambavyo tuko navyo dukani. Kwa hiyo wewe kama ni mfanyabiashara ambaye una duka lako, laba ni la cosmetics, laba ni la hardware, laba ni la accessories, laba ni la simu, duka la aina yoyote unauza chochote kile dukani kwako, vitu vyako vyote unaviweka hapa na utaratibu wa kuviweka ni huo. Unafuata kama kawaida, unajaza jina, unafuata kwenye stoko, una pcs ngapi, unafuata bei ya kununulia ni shilingi ngapi, bei ya kuuzia ni kiasi gani, kisha unaweka bei ya jumla na bei ya dealer, afu unaweka, unaweka low stock, kama zikibaki pcs ngapi upate taarifa na save mm. Ndio utaratibu huo, una, unafanya ni haraka haraka. Baada ya hapo unabonyeza back unarudi. Sawa. Tunakuja kipengele cha pili, kipengele cha pili Hichi ambacho nataka tuwekezane hichi kinaitwa record customer, record customer. Sasa record customer hii ni, hii ni sehemu pekee ambayo utakuwa na record ya wateja wako wote ambao unataka taarifa zako uwe nazo. Mfano labda sema dukani kwako una interaction ya watu ambao huwa kuna mara kwa mara unahudumia na muda mwingine unataka watumie invoice, kwa hiyo ni vizuri taarifa za, zao ukawa nazo. Unakuja kwenye record customer, labda mteja labda mteja wa kwanza unaye anaitwa Juma. Unaandika, una save. Lakini kama kuna haja kuweka namba yake ya simu unaweza kaweka e, mfano kama huyu hapa anaitwa Emma labda namba yake ya simu naiweka. Hii sio lazima, ni optional, lakini kama unahitaji kama unahitaji unaandika tu jina lake unamsave. Sasa lengo la kuweka customer ni kukusababishia kukurahisishia wewe kuweza kuweza kutambua e, wateja wako na miamala wanayokuwa wamefanya, kwa sababu kuna muda unaweza kutaka ku track labda nilimuuzia fulani kitu fulani Ngoja niangalie. Lakini kitu kingine lengo la kuweka customer ni pale unapokuwa unamkopesha mteja wako kwa sababu system haikubali kumkopesha mteja ambaye ni mpya ambaye hafahamiki. Kwa hiyo ili umkopeshe mteja ni lazima uwe taarifa yake unayo kwanza. Okay? Sawa, tu back hapa. Tunakuja sehemu ya record sale. Mm. Sehemu ya record sale. Hii ndio sehemu ya msingi, record sale. Hii ndio sehemu ya msingi. Sasa hapa ni sehemu ya kwenda kufanya mauzo. Uh, tu, sasa tumeshaweka vitu vyetu dukani labda tunataka tufanye mauzo. Unakuja record sale hapa. Alafu screen ya kwanza inaofunguka inasema choose customer. Sasa unachagua kama ni guest, huyu guest manake ni mteja ambaye ni mgeni wa kupita, au mteja Ema au Juma, au labda kama mteja unataka kumuuzia unataka taarifa yake iweke, ila hujamwandika Una save. Una save. Sasa lakini kitu kingine sio lazima, sio lazima mteja umtengeneze kama mteja unamuuzia haraka haraka, isije akakulimit kusema kwamba mbona ni mpaka niandike mteja hapana. Wewe kama unafanya zile quick action tu, wateja haraka haraka, hutaje hata kuna taarifa zao. Unakuja tu hapo, okay, ni customer unabonyeza. Alafu unakuja hapa unasema umeandika add product eh, hapa, unabonyeza add product, then zinafunguka product zako zote ambazo zipo dukani kwako. Kwa hiyo kama una vitu vyako vyote vinaonekania hapo, labda mteja anataka AirPods, labda anataka na charger type C, unaweka add to cart hapo, unakuja labda anataka AirPods mbili unaweza kaweka mbili hapo uka, au ukabonyeza mbili uka edit, ukaeditia hapa niyo mwenyewe tutakavyoona namna ya kuedit lakini labda charger type C anataka na yeye moja mbili, unaweka mbili hapo kulingana na idadi anayotaka. Maybe akasema naomba nipunguzie bana, nipunguzie bana, hii charger type C nifanyie elfu saba mia tano, kwa sababu wewe bei yako uliweka kule ni shilingi elfu nane. Kwa hiyo unaibonyeza, unabonyeza hapo itafunguka, unapandisha juu kidogo yako, afu unaandika labda elfu saba mia tano ukishafanya hivyo system tayari na calculate inapiga na hesabu yenyewe moja kwa moja, tayari imeshakwambia mteja anatakiwa alipie elfu hamsini na saba. Tunakuja hapa chini, hapa eh, hapa chini hapa, hapa hapa ameandika amount received, hapa tunajaza kiwango ambacho tumekikopea, tumekipokea ambacho ni shilingi elfu hamsini na saba. Hii sehemu ni ya msingi sana, kwa sababu kumbuka, huyu ni mteja ambaye ni mgeni. Kwa hiyo ukisave bila kuwe kujaza kiwango hapa, system haiwezi kubali kusave, lakini kawaida unatakiwa uandike kiasi ambacho umekipokea. e, kama, mteja una, kama unaweza ka, unaweza tumia print, utumia printer ambazo tuko nazo ofisini pia, au unaweza share invoice na mteja namna hiyo. Baada ya hapo una cancel hapo sasa kurudi nyuma. Ukikansel kurudi nyuma, ukiangalia tayari nakuonyesha kwamba mauzo yako yaliyofanyika ni shilingi 557 lakini profit yako ni shilingi 224. Kwa hiyo system yenyewe tayari imesha kufanya calculation. Labda tuseme tumuuzie mteja mwingine, labda tuseme tumuuzie mteja ambaye anakuja kukopa. Unakuja tena kama kawaida. Kama kawaida. Unakuja kwenye rekodi Sell. Unakuja record sale, labda Emma akasema leo bana, nataka nikuja kukopa kitu, unambonyeza Emma, afu unaenda kama kawaida, unaenda add product, labda charger type C ehe, unabonyeza add to cart, afu labda Emma hajakupa hela yoyote, hajakupa hela yoyote, unataka umkopeshe maanake yake una save. Kumbuka hapa kwenye amount received, hapa kwenye amount received kuna shilingi zero lakini, tumeshasema huyu Ema anataka ukopa. Kama anataka ukopa, maana yake hauandiki kiasi, kwa sababu hujapokea hela. Hapa unaandika hela tu ambayo umeipokea. Kama amekupa shilingi 1000 unaandika shilingi 1000, na system itakalkulate yenyewe, itaonyesha anadaiwa shilingi ngapi. Eh, tuseme labda Ema ametoa labda ametoa shilingi 1000, akasema hii shilingi 7000 ataleta baadaye. Kwa hiyo unaandika hela ambayo umepokea shilingi 1000, na system inasema amount due ni shilingi 7000, kisha una save. Ukiangalia okay, tuki kwenye risiti yake inaonyesha due ni shilingi 7000, anadaiwa shilingi 7000. Umeona baada ya hapo unarudi unabaki. Ukiangalia moja kwa moja hapa Emma anaonekana anadaiwa shilingi 7000. Unabaki. Okay. Ukija so, hapa system tayari imesha calculate kwenye mauzo imekuongezea, lakini kwenye net sale haijaongeza ile ile kwa sababu kuna hela bado anadaiwa. Mhm. Sawa, kwa maana mpaka hapo sehemu za msingi tumeshazielewa. Tumejua kurekodi bidhaa, tumejua kurekodi wateja, tumejua kufanya mauzo. Tunakuja sehemu ya rekodi purchases. Ha. Sasa, rekodi purchases, purchases maana yake ni yale manunuzi ambayo wewe kama mfanyabiashara unakuwa unayafanya kwenye duka lako. Kwa sababu vitu vyote ambavyo umevijaza hapo ni lazima umevipurchase. Sasa tuanze sasa kujifunza namna gani ya kuweza kurekodi purchases. Rekodi purchases maana yake unakuja kwenye wabonyeza hapo record purchase. so, ile ni vizuri eh, yeah. Hapo record purchase hiyo ndio simu yetu ya kurekodia purchase. Record purchase nabonyeza, screen ya kwanza ndio ifunguka, inakuambia choose supplier. Ukiwa na record mauzo ni manu, manunuzi ambayo umeyafanya wewe ya dukani kwako, ni lazima uwe ume record kwanza, umeyatoa kwa nani. Tunakuja record supplier. Supplier maanake ni wale wa usambazaji ambao mkuuzia wewe wale wauzaji. Mfano, wewe unauza duka lako, lakini vitu ulivyonunua kuna mahali umevitoa. Sasa lengo ni kukusaidia wewe, system uweze kuwa na kuonyesha, kukufanyia tracking ya kugundua vitu fulani unanunua kwa fulani, vitu fulani unanunua kwa fulani. Tunaanza, tunaanza, tunabonyeza plus, tunamwandika supplier yetu, labda tunamwandika Mchina Kariakoo Kiko. Mm -hmm. Kama namba zake za simu unazo unaweza ukamua ziweke, lakini ni option sio lazima. Unaweza kuweka address anapatikana wapi, nat namba yake, vyovyote hizo ni option zote. Kisha baada ya hapo una save. Kwa tayari kuna, kuna supplier wako wanaonekana, mmoja au kuna mwingine labda nakuuzia banto wa Mwarabu, unamwandika Mwarabu una save. E, eh, baada ya hapo sasa, unamchagua sasa supplier kati ambao unataka ambaye amekuuzia kitu fulani dukani kwako unabonyeza sasa. Hii inakuwa inatumika pale tu unapokuwa unaongeza vitu dukani. Ukiwa na mzigo wako dukani unataka kuongeza, maana yake hauongezi kwa kwenda kuedit kule kwenye product, una kuongeza kwake, unakuja kwenye kufanya manunuzi ya dukani kwako. Lengo ni kukutengenezea taarifa hiyo, kuonyesha kwamba muda fulani, kipindi fulani kwenye biashara yako ulinunua bidhaa fulani, uliziongeza kwenye biashara yako. Hii inakuwa inakuletea ile track, inakuonyesha, inakufanyia wewe uweze kujua kuona ufuatiliaji mzuri ya biashara yako. kwenye, tuna, tuna kuja kwenye add product, na add product zinafunguka zile product ambazo wewe ulizijaza. Labda tuseme, nimechukua kwa hiyo supply, nimechukua airpod, nimechukua na charge, unaweka unaweka add to cart, unakuja hapa, labda una edit, labda nimechukua airpod piece 8 naandika 8 neno labda niliongeza pesi 100 unaandika 100 na save. Eh, labda charger ya PC ni chukua pesi 100 na zenyewe unaandika 100 na save. Lakini kama kuna mabadiliko ya bei, ukiangalia hapa bei zimekuja zile zile ambazo uliziweka mara ya kwanza. Kama kuna mabadiliko ya bei una edit tu hapa bei ambayo umechukulia laba, bei mpya ni hivi panabadilika. Una save. Baada ya hapo unakuja kwenye amount paid kama kawaida kwenye amount paid. Sawa, sasa supplier ukiwa unafanya manunuzi kama hiyo supplier lazima wewe umempa hela kama hujampa hela labda una utaratibu wa kukopeshana na supplier wako maana yake unaandika hela ambayo umempa. Kama hajatimia unaandika lakini kama wewe ukifanya kazi na supplier wako unampa hela yote unaandika. Kama huyu hapa maana yake anadai milioni moja na laki moja. Unaandika milioni moja na laki moja. Kisha baada hapo una save. Kwa hiyo system moja kwa moja imeshatambua kwamba wewe ulifanya, uh, ulifanya manunuzi kwa supplier wako siku fulani e, naenda kutengenezea ripoti ya manunuzi, ambao ukiangalia, hata product zako utaenda kukuta zimeongezeka. Ukirudi kwenye product kule, kwa sababu tumefanya purchase. Ukirudi kwenye product utakuta zimeongezeka tayari, ni kwa sababu tulifanya purchase. Unarudi. Haya, uh, tunakuja kwenye sehemu ya kurekodi uh, expenses maana yake ni kurekodi matumizi ambayo yamefanyika dukani kwa siku fulani. Haya, ah, tuende tuone kurekodi expenses. Eee, kurekodi expenses yetu ndio hii, tunakuja labda tuadi, tunakuja expenses, expenses list. Tunakuja kwenye kujumlisha huku huku juu, kwenye kujumlisha huku juu tunaandika category, labda tuseme category Eh, labda ni chakula, kategoria yetu ni chakula, tuna save, kisha baada hapo una select kwa expenses, labda tunasema ni lunch, naandika lunch payment, labda ulilipa kwa, kwa keshi um -hmm, amount labda nitumie shilingi elfu tatu kisha baadaye hapo una save tayari. Ya, system imesha rekodi kwamba tarehe 20 December ulifanya uli, uli, uli, uli, ex, matumizi yalikuwepo shilingi 3000 unabaki, ukirudi moja kwa moja hapo ukiangalia hapo expenses tayari kwenye dashboard imeshaonekana hapo eh, ukiangalia hapo utaona kuna kuna tofauti kidogo imeshafanyika. Maana yake expenses imeshakuwa recorded tayari ipo, e, na ukiangalia net income imeshapunguzwa kwa sababu ya expenses zimefanyika. Haya, tunatoka hapo, tunaingia simu nyingine inaitwa Jurist. Eh, durist durist, maana yake ni sehemu ya orodha ya madeni. Madeni yote yatakuwa ya nayakuta hapo, kwa kama kuna mtu ulimkopesha, maana yake utamkuta kwenye durist. Eh, tunabonyeza durist hapo, tunakuja tunakuta kumbe tulimkopesha Emma, sawa. Labda tuseme Emma anataka kulipa hela yake, unabonyeza kwenye durist hapo deni, unakuja kwenye invoice. Ehe, unakuja hapa hapa hapa kwenye invoice number, lazima uchukue invoice kwanza number ya deni ndio uweze kulipia deni, kwa sababu ukiangalia ukiangalia hapa chini kwenye amount huku chini utaona kuna kuna zero zero, bado kuna zero zero, kwamba amount paid ni zero, amount due ni zero na total amount ni zero. Kwa hiyo ili kufanya namba zitokee hapa, maana yake ni lazima uweke invoice number ya deni, ndio deni litokee huko. Kwa um, mfano ukija kubonyeza kwenye invoice number hapo e, eh, unabonyeza una, una unabonyeza invoice number hapo unaibonyeza kisha bonyeza tayari, ya total amount inakuja shilingi 7000. Kwa amount paid unaandika labda, Emma amekuja kulipa shilingi ngapi, kalipa nusu labda 5000, amount ndio bado ni shilingi 2000 au una anadaiwa shilingi 2000 kwa... Okay, sawa, tunakuja sehemu nyingine. Uh, sehemu nyingine ni product list. Product list ni sehemu ambayo utaona bidhaa zako zote lakini pia utaona capital yako ya stock, value, stock value, uh, stock stock, stock value yetu ni milioni kumi na tano na stock iliyopo dukani milioni kumi na tano <laughs> airpods, quantity zipo pieces, buying price na selling price. Eh, Mm. Lakini hapa juu hapa hapa juu ukiangalia unaweza ukasearch product kama zipo nyingi lakini pia unaweza ukazi arrange alphabetically. Unaweza ka arrange alphabetically kulingana na unatakavyokuwa unataka. Ila ukija hapa tena hapa hapa, hapa juu kabisa hapa juu kabisa kuna sehemu ya kufilter. Unaweza ka filter hapo, ka filter hapo ukasema ah, uh, uangalie uangalie product zako uh, kwa low stock au expiry vyovyote utakavyoona wewe then unabaki hapa sawa tunakuja hii sehemu nyingine inaitwa hii inaitwa sales report sales report sales report hapa ni sehemu ambapo utakuwa unaona ripoti ya mauzo yako yote mfano tukibonyeza hapa e, tukibonyeza hapa tukibonyeza hapo inatuonyesha kwamba mauzo ya leo ya today ni shilingi elfu sitini na tano yanatuonyesha kwamba Emma alilipa pasha bado anadaiwa shilingi 2000 kwa hiyo utaangalia hapa siku yoyote ambayo unataka au unaweza customize date kulingana na siku mwenyewe unavyokuwa unataka, customize date yoyote hapo kulingana na siku mwenyewe unavyokuwa unataka. Nataka tarehe fulani mpaka tarehe fulani, e, tarehe fulani mpaka tarehe fulani, unapata mauzo yako yote utayapata hapo. E, hapo unabaki, tunakuja hapa kwenye view report, hapa kwenye view report. Hii ni report ya, ndio report ya madeni. Mm, madeni ambao ukiingia hapo utaona sasa madeni utaona madeni utaona kabisa kwamba deni, ripoti yetu ya madeni tuna deni bado lipo mmoja, ambao ni la mali linaonekana au mpaka hapo zile sehemu zetu za msingi kabisa kwenye application tumeshazimaliza cover kwa kiwango fulani. Sa, Sasa tuje huku chini kabisa huku chini huku chini kabisa huku chini huku huku chini, tukiangalia huku chini kuna home, kuna menyu, kuna report, kuna setting. Tukija menyu hii mm, ni sehemu ambayo unaweza ukaangalia option nyingi sana. Nadhani nitaelezea kwenye video ijayo, yeah.